Mwongozo wa afya baada ya mimba kuharibika imeandaliwa na daktari Chilo. Mimba kutoka ni tukio ambalo huathiri afya ya mwanamke kimwili na kihisia. Ili kuhakikisha mwili unarejea katika hali yake ya kawaida na kupunguza hatari ya matatizo ya baadaye, ni muhimu kufuata taratibu sahihi za kiafya. Mwongozo huu utaelezea mambo muhimu ya kuzingatia, muda sahihi wa kushiriki tendo la ndoa, wakati bora wa kupata ujauzito mwingine na lishe bora ya kurejesha afya moja. Mambo muhimu ya kuzingatia baada ya mimba kutoka. A, afya ya kimwili baada ya mimba kutoka, mwili wa mwanamke unahitaji muda wa kupona. Zingatia yafuatayo: pumzika vya kutosha, epuka kazi nzito kwa angalau wiki mbili, ili mwili urejee katika hali yake ya kawaida. Dhibiti uvujaji wa damu. Baada ya mimba kutoka unaweza kupata damu kidogo kwa siku kadhaa. Ikiwa damu ni nyingi sana au ina harufu mbaya wasiliana na daktari mara moja. Epuka kushiriki tendo la ndoa mapema, hili litaelezwa kwa undani katika sehemu inayofuata. Hakikisha unamaliza dawa ulizopewa. Ikiwa umepewa antibiotiki au dawa za maumivu, tumia kulingana na maelekezo ya daktari. B, usafi na kuepuka maambukizi. Epuka kuoga kwenye beseni au kuogelea kwa wiki mbili, ili kuzuia maambukizi. Usitumie tamponi au kikombe cha hedhi hadi daktari athibitishe kuwa ni salama kufanya hivyo. Osha sehemu za siri kwa maji safi na kavu kwa taulo safi mbili muda sahihi wa kuanza kushiriki tendo la ndoa muda wa kurudi kwenye tendo la ndoa baada ya mimba kutoka unategemea hali ya afya ya mwili na hisia zako. Kitaalamu kiafya, daktari anapendekeza kusubiri angalau wiki mbili kabla ya kushiriki tendo la ndoa ili kuruhusu mlango wa kizazi kufunga na kuzuia maambukizi. Ikiwa ulikuwa na upasuaji au mimba kutoka kwa dawa, unaweza kuhitaji kusubiri muda mrefu zaidi. Kihisia, baada ya mimba kutoka, baadhi ya wanawake hupitia huzuni au msongo wa mawazo. Hakikisha unajisikia tayari kihisia na unazungumza na mwenzi wako kabla ya kuanza kushiriki tendo la ndoa tena. Kwa wale wanaotaka kuepuka ujauzito wa haraka ni vema kutumia njia za uzazi wa mpango, kwa sababu ovulation inaweza kutokea ndani ya wiki mbili baada ya mimba kutoka. Tatu, muda sahihi wa kupata mimba nyingine. Ikiwa unapanga kupata ujauzito mwingine baada ya mimba kutoka ni muhimu kusubiri muda wa kutosha ili mwili urejee katika hali yake ya kawaida. Daktari anapendekeza kusubiri angalau miezi mbili tatu ili kizazi kijirudishe katika hali yake ya kawaida. Kurejesha kiwango sahihi cha homoni, kuimarisha ukuta wa kizazi ili kubeba ujauzito kwa afya bora, kupunguza hatari ya mimba nyingine kutoka. Wanawake wengine hasa wale waliopoteza mimba baada ya miezi mitatu ya ujauzito wanaweza kuhitaji kusubiri hadi miezi sita kulingana na ushauri wa daktari. Ikiwa mimba iliharibika mara kwa mara, ni vema kufanya uchunguzi wa kina na kupata ushauri wa daktari kabla ya kujaribu tena. Nne, lishe na matunda kwa ajili ya kurejesha afya ya mwili. Baada ya mimba kutoka mwili hupoteza damu na virutubisho muhimu. Ni muhimu kula vyakula vyenye madini na vitamini muhimu ili kusaidia uponaji. A. Vyakula vya madini ya chuma husaidia kurejesha damu iliyopotea na kuimarisha mwili nyama nyekundu kama maini, nyama ya ng'ombe na kuku, mboga za kijani kibichi kama spinach, sukuma wiki na mchicha, maharagwe, dengu na mbegu za maboga. B. Vyakula vyenye folic acid. Folic acid ni muhimu kwa afya ya kizazi na huandaa mwili kwa ujauzito mwingine. mstari wa parachichi, machungwa, ndimu na papai, mbegu za alizeti na karanga. T. Vyakula vyenye protini husaidia mwili kujijenga tena na kupona haraka samaki wenye mafuta kama salmon, mayai, karanga na mbegu. D. Matunda na mboga vyenye vitamini C. Vitamini C husaidia mwili kunyonya madini ya chuma vizuri na huimarisha kinga ya mwili. Mstari wa machungwa, chenza na ndimu, pilipili pili hoho nyekundu, kijani na njano, tikiti maji na zabibu. E, kunywa maji kwa wingi. Maji ni muhimu kwa kurejesha mwili katika hali yake ya kawaida. Kunywa angalau glasi nane za maji kwa siku. Epuka vinywaji vyenye kafeini kama kahawa, kwa sababu vinaweza kusababisha upungufu wa maji mwilini. F, epuka vyakula vyenye hatari kwa mwili. Pombe inaweza kuchelewesha uponaji na kusababisha msongo wa mawazo zaidi. Vyakula vyenye sukari nyingi vinaweza kupunguza nguvu za mwili. Vyakula vya mafuta mengi vinaweza kuongeza uzito bila manufaa ya lishe. Hitimisho. Baada ya mimba kutoka, ni muhimu kuchukua muda wa kupona kimwili na kihisia. Fuata ushauri wa daktari, kula lishe bora na epuka msongo wa mawazo. Ikiwa unapanga kupata ujauzito mwingine, subiri muda wa kutosha ili kupunguza hatari ya matatizo ya kiafya. Ikiwa unapata maumivu makali, unatokwa na damu kupita kiasi au unahisi huzuni kubwa, tafuta msaada wa daktari au mshauri wa afya ya akili. Imeandaliwa na Daktari Chilo, mtaalamu wa afya ya uzazi na magonjwa ya wanawake.